amesema Sheikh Suleiman ibn Salim Allahu Ruhaili hafidhahu Allah, famin huquqi az-zawjayni qabla al-khitbati haqqu ikhtiyari, miongoni mwa haki za wanandoa wawili kabla ya uchumba, miongoni mwa haki za wanandoa wawili kabla ya uchumba ni haki ya kuchagua, bian yakuna likhtiyaru qa'iman ala tadayuni walsalah, yani kuwe kumchagua yule atakayekuoa au utakayemuoa kumesimamia juu ya msingi wa dini na wema, dini na wema wa husnil khuluq na uzuri wa tabia fayakunu rajulu raghiban fil mar'ati li lisalahiha, awe mwanaume ni mwenye kumtaka mwanamke na kumpenda mwanamke kuwa awe mkewe kwa sababu ya wema wake yule mwanamke wa dini ha, na kwa sababu ya dini ya yule mwanamke, sio uzuri wa sura yake tu au mali zake. wa husni khuluqiha na uzuri wa tabia zake. Mwanaume amchague mwanamke atakayemwoa kwa sababu ya wema wake, dini yake, na uzuri wa tabia zake. Anasema Sheikh hafidhahullah, watakunu lmaratu raghibatan fi rajuli lisalahihi, na awe mwanamke ni mwenye kumpenda na kutaka awe mumewe mwanaume, kwa sababu ya wema wake huyo mwanamke wa dinihi, na dini yake, wa husni khuluqihi, na uzuri wa tabia zake, li anna hadha asasu lkhairi wa saada, kwa kuwa jambo hili ndiyo msingi wa khairi na mafanikio ya kidunia na akhera. Wa man udima dinuhu, na yule ambaye dini yake itakosekana, udima khairuhu, kheri zake zitakosekana la khaira fi man la dina lahu, hana khairi yule ambaye hana dini, walau kana fihi min asbabi saadati ma fihi, hata kama anazo asbabi za ukunjufu alizokuwa nazo. Kwa hiyo mwisho wa kauli ya Sheikh Suleiman bni Salim llahi rahili hafidhahu Allah, nini tunajifunza katika kauli hii nzuri? ni kwamba unapotaka kuolewa wewe mwanamke wa Kiislamu, basi una haki kwanza ya kumchagua wa kukuoa. Hakuna haki ya wewe kulazimishwa uolewe na fulani ilhali hujamtaka. Na haki hii ya kuchagua, inatakikana umchague mume kwa sababu ya dini aliyonayo, uwema alionao na tabia njema alizonazo. Usiangalie mali na uzuri wa mwili, utaangamia na utaangamiza akhera yako. Ni wanawake wangapi wamewachagua wanaume kwa sababu ya makoti waliokuja nayo, wakaambulia maisha mazito na vitimbi katika ndoa zao? Bila shaka ni wengi. Basi tumche Allah, na tuangalie msingi huu mzuri, tuchague kwa sababu ya dini, tabia na wema na upande wa mwanaume pia anatakikana kabla ya kuoa au kuchumbia, kabla ya kuchumbia, ahakikishe huyo mwanamke anayetaka akamchumbie, amemchagua kwa misingi ya dini, wema na tabia zilizokuwa njema. Na ama ile hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, tunkahu lmaratu liarbain, mwanamke huolewa kwa mambo mane lijamaliha limaliha walijamaliha walihasabiha walidiniha, kwa ajili, kwa ajili ya mali yake, uzuri wake, cheo na nasaba yake, kadhalika dini yake. Hadithi ile haijaja kutaja sifa za kuchagua mchumba, bali hadithi ile imekuja kutaja mitizamo ya watu katika kuelekea ndoa, kwamba kuna watu wanaangalia wa kumuoa, wanaangalia mali aliyonayo, wengine wanaangalia uzuri alionao, wengine wanaangalia cheo au nasaba aliyonayo, wengine wanaangalia dini alionayo. Ndio maana Rasulullah akaitaja dini mwisho na akaitaja mali mwanzo, kwa sababu ya wengi wenye kufuata mali ndio wakatajwa mwanzo na kwa sababu ya uchache wa wenye kufuata dini wakatajwa mwisho. Na ndiyo maana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jambo la pili aliposema fadhfar bidhatidini, wewe muislamu mchague mwenye dini katika haya makundi mane, kuwa hili kundi la nne lenye kufuata dini kwa hiyo basi watu watambue matamko ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na maana zake. Usindome hadithi halafu ukaenda ukaifafanua kwa fahamu yako, wakati wanazuoni wameisherehesha, ukawa umeenda kinyume na makusudiwa ya hadithi. Ala kulli hali, anatakana pia mwanamke amchague mwanaume, mwanaume amchague mwanamke kwa sababu ya dini yake na wema wake na tabia njema alizonazo. Ipo basi. Suala la kuchagua ni nani wa kumuoa au ni nani wa kuolewa naye ni suala, ni haki hiyo baina ya wanandoa wawili, mwanaume na mwanamke. Mwanamke halazimishwi kuolewa na mtu ambaye hakumpenda kama ambavyo mwanaume halazimishwi kumuoa yule ambaye hajampenda. Kwa hiyo tushikamaneni na mafunzo ya Uislamu na tusome Uislamu, tuhakikishe